Sadakta so, waambiwa rafiki ya shiki ni yule asiye mnafiki au mwenye chuki ambaye huenda akakuathiri mithili ya nyuki. Na rafiki ni yule asiyekuhadaa kwa mzaha na kicheko cha usoni, ilhali mwani mwake mwavuja usaha, kwani rafiki huyu atakupaka raha na wala sio raha. Vilevile ni yule asiyohitaji kusifiwa ndipo asaidie au kusaidia ndipo asifiwe. Na rafiki ni yule anayekukubali na kujali kwa hali na mali, kwani kazi yake ni kukutuliza na wala sio kukuliza hatuji kwa madaha wala karaha mpenzi mtazamaji ila lengo letu ni kukupa raha na furaha kama mcheza kwao tukutunze na kukutukuza na bali si kukupuuza wala kukufukuza mimi nilea luvuno nami ni kaberenge brian na kapu letu la dira limeweza kufurika na habari tulizokuandalia kwa ila kwanza tupate vidokezo gano wa upinzani wazidi kutoana kijasho na serikali tawala. Wakulima wa magharibi wahimizwa kutumia mbegu zinazostahimili ukame ili kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Karibu mpenzi mtazamaji. Baraza la mitihani nchini NEC lipo kwenye pilka-pilka za kukamilisha usahihishaji wa mitihani ya kitaifa KJSEA na KIPSEA. Wazazi, wanafunzi pamoja na walimu sasa wanaelekeza macho yao kwenye baraza hilo huku zoezi hili likizidi kuendelea. Mwanahabari wetu mwana Hamisi Ibrahim ameangazia swala hili na hii hapa taarifa yake. Katika wakati ambapo kalamu zimekwishatulia na majibu ya wanafunzi ya kipimo kwa mizani ya ujuzi na weledi, anga ya elimu iko katika mtanziko wa matumaini na matarajio. Ndani ya kuta za NEC, wasahishaji wanapiga darubini kila nukta na dondoo, wakisuka taswira ya mwisho ya safari ya wanafunzi wa KCSE na KEPSEA. Ni hapa ambapo mizani ya haki, uwazi na taaluma inachezeshwa kwa umakini wa hali ya juu, ikiashiria kuwa pazia la matokeo liko katika dakika za lala salama. Wizara ya Elimu imedhihirisha kuwa zaidi ya sehemu kubwa ya usahishaji imeshakamilika, huku ukaguzi wa mwisho ukiendelea kwa umakini na nidhamu ya kitaaluma. NEC inaelezea kuwa matumizi ya mifumo ya kidijitali yamepunguza hitilafu na kuongeza kasi ya usahishaji, hatua inayoongeza imani ya umma katika mchakato huu muhimu. Mitihani ya KPSEA na KJSEA inachukuliwa kama daraja muhimu la mpito katika mfumo mpya wa CBC. Kwa hiyo matokeo haya yanatarajiwa kutolewa mwezi huu wa Disemba, ambayo yatakuwa kama dira kwa maelfu ya wazazi na wanafunzi wanaosubiri kujua hatua inayofuata katika safari yao ya elimu ya kitaaluma. Macho yote sasa yakielekezwa kwa NEC, ambayo inatarajiwa kutoa mwelekeo. Nikiripotia dira ya Kibu, jina langu ni Mwanahamisi Ibrahim. Shukran sana Mwanamisi Ibrahim kwa Koketo wa taarifa hiyo. Na tukizidi kusonga mbele, ni kwamba huku huku, ngoma za kisiasa zikizidi kurindima humu nchini, mitafaruku imezidi kuzuka na kuyumbisha miungano ya chama pinzani. Hii ni baada ya kupoteza nafasi mbalimbali, hasa katika uchaguzi wa hivi majuzi katika maeneo bunge ya Mbele Kaskazini na Malava, ambapo pinzani ulitia uzito zaidi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ndululu Nyani. Safari ya muungano wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 imekumbwa na mawimbi si haba hii ni kufuatia chaguzi ndogo zilizofanyika sehemu mbalimbali hapa nchini tarehe 27 Novemba mwaka huu. Licha ya kampeni za nguvu haswa katika maeneo ya Mbere Kaskazini, Malava na Magarini, muungano na wa upinzani unaoongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa, Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa ukiwa dhaifu kwa kupoteza viti hivyo. Hivyo basi kulazimika kurejea mezani kupanga upya mikakati. Regional Security Team hawajui nini ilifanyika huko, alafu mwanze kujifanya hapa eti wao ilikuwa mgogoro tukuzi. Hiyo wazee wameharibu hii nchi, sasa mtupee nafasi urekebisha kidogo. Eh, ule mzee tulikuwa tumesemea tu ni Raila Odinga, kwa sababu kazi yake kwa hii nchi ni tofauti na amepigania. Lakini swali linalozidi kuumiza vichwa vya wananchi ni je, Mawimbi haya makali ya kisiasa ni ya kudumu au ni ya msimu? Nikiripotia Dira ya Kibu, mimi ni Nyani Ndululu. Shukran sana Ndululu Nyani kwa uketo wa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Jumanne ya tarehe mbili mwezi huu wa Disemba, taifa la Kenya liliungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya ukimwi duniani. Haya yanajiri huku takwimu za hivi karibuni zikiashiria kwamba upo uongezeko la idadi ya waathiriwa wa virusi hivi, na kama anavyotuarifu mwana mwanahabari wetu Masikulamo, vijana ni miongoni wale walioathirika zaidi. Kenya iliungana na mataifa mengine duniani kusherehekea siku ya ukimwi duniani huku takwimu mpya zikionyesha ongezeko la maambukizi mapya kwa asilimia kumi na tisa kutoka kesi elfu kumi na sita mia saba hamsini na mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu hadi elfu kumi na tisa mia tisa tisini na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Ripoti ya kitaifa imeonyesha kuwa jumla ya watu wanaoishi na ukimwi nchini imefikia takriban milioni moja mia tatu ishirini na sita elfu mia tatu thelathini na sita huku vijana wenye umri kumi na tano hadi thelathini na nne wakibainika kuchangia idadi kubwa ya maambukizi mapya. Serikali imesisitiza hitaji la bilioni 30 ili kuimarisha huduma muhimu kama upimaji na kampeni za kuelimisha jamii. Katika hafla ya jana, Wizara ya Afya ilitoa wito kwa Wakenya hasa vijana kupima mara kwa mara, kutumia kinga, kufuata matibabu na kumaliza unyanyapaa ili kumaliza maambukizi ya ukimwi katika miaka ijayo. Dira ya Kibu. Jina langu ni Masi Kulamo. Na taarifa hiyo ya Masi Kulamo ndio inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Atakaporudi ni habari zaidi. From breakthroughs where journalism meets science to uncovering what's real, risky at what's next in your health. This is the Vita Pass.

Feel the the rhythm of of good, good health. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Wakulima wa eneo la Magharibi wamehimizwa kutumia mbegu zinazostahimili ukame na zilizo na uchache wa kemikali ili kukabiliana na hali ya hewa na kuongeza uzalishaji. Agizo hili lilitolewa na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Nafaka Afrika Mashariki, Gerald Masila, kwenye maonyesho ya kilimo yaliyofanyika kwenye chuo kikuu cha Kibabii, ambapo wakulima walinufaika na mafunzo na mbinu sahihi za upanzi. Ian Rotich na taarifa zaidi. Wakulima kutoka eneo la Magharibi wamehimizwa kutumia mbegu zinazostahimili ukame kama njia mojawapo ya mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza uzalishaji. Akizungumza katika chuo kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma, wakati wa onyesho la kilimo, mkurugenzi mtendaji wa baraza la nafaka Afrika Mashariki Jalal Masila alisema kuwa mojawapo ya masuala yanayoangaziwa katika maonyesho haya ni kutafuta suluhu ya hadhari ya mabadiliko ya utabianchi conservation agriculture technologies they are all here uh, we are also doing other technologies that address climate change like uh, water harvesting and indeed there are water harvesting uh, solutions and including how to minimize uh, evapotranspiration and loss of water from the soil hata hivyo wakulima wamehimizwa kutumia mbolea ambazo hazina kemikali nyingi ili kuepukana na madhara ya mbolea hizo kwa afya yao. Nahimiza wakulima waweze kutoka katika zile mbolea za kizungu ambazo ziko na kemikali nyingi na zinatuletea madhara ya kiafya. Wakulima wamenufaika na mafunzo haya kwani wengi wao hawakuwa wanazingatia utaratibu wa kupanda hasa mimea kama vile mahindi. Kutokana na ujuzi waliopewa, wakulima hawa matumaini yao ni kuvuna zaidi ikilinganishwa na awali. Nikiripotia Dira ya Kibu, wow. Mimi ni Yarutiji. Tukizidi kusonga mbele kwenye sekta ya kibiashara, ni kwamba wafanyabiashara wa kaunti ya Bungoma, eneo la Kibabii, wasimulia hali duni ya biashara msimu huu wa Krismasi. Hii ni kufuatia kupungua kwa mauzo na idadi ya wateja ikilinganishwa na miaka iliyopita hata kwa bidhaa muhimu kama vile vyakula na mavazi. Mwanahabari wetu Recho Masiga na taarifa zaidi. Wafanyabiashara walalamikia ukosefu wa biashara hata katika msimu huu wa Krismasi. Baadhi yao wakisema msimu huu haujionyesha uwepo wa kibiashara kama miaka iliyopita. Wakizungumza na vyombo vya habari, wamesema kuwa hali ya mauzo imekuwa duni kiasi kwamba hata bidhaa za kimsingi hazipati wanunuzi. Na nyama wa Bwile, nafanya kazi ya kuuza manguo. Huu mwaka umekuwa mbaya sana, hatuna pesa tumesota sana ndio imepatilika sana sai, at least wameficha ficha mapesa soko. Tunakaa tu bure, hatuna chochote. Unaweza toka nyumbani ufike soko ruti, hata pila fea. So mwaka ni mbaya sana, si mwaka wa mafanikio kama miaka ingine sahii. so, hatuna stok, hata ukiwa na stok hakuna wateja so, mwaka ni mbaya sana uuzaji wa bidhaa kama vile nguo Viatu, mapambo na vyakula ni mojawapo ya vilivyotarajiwa kushika kasi katika msimu huu. Tofauti na miaka iliyopita, Desemba ilikuwa kipindi chenye mzunguko mkubwa wa fedha, biashara zikinoga kila sehemu. Mwaka huu wateja ni wachache, na hivyo basi kusababisha ulegevu katika sekta za kibiashara. Baadhi ya wafanyabiashara wamefikia sehemu ya kukosa hata mizigo za uzaji. Hii ni kutokana na hali kuwa hafifu. Na tukiangaza macho katika taifa jirani la Uganda, ni kwamba hivi majuzi, Jumapili, siku ya Jumapili, Uganda waliandaa mdahalo muhimu ambapo wagombea mbalimbali wa waliwasilisha sera zao na kutohudhuria kwa rais Yoweri Kaguta Museveni kwenye mjadala huo kulizua mijadala miongoni mwa wapigaji kura wa nchi ya Uganda, ila hoja zilizotolewa ziliwapa wapiga kura taswira halisi ya mwelekeo wa kampeni, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Glenishas Kubaso. Usiku wa Jumapili ya tarehe thelathini mwezi uliopita, macho na masikio ya Waganda wote yalielekezwa kwenye mdahalo muhimu wa urais, mdahalo uliokutanisha ugombea wakuu wa kiti cha juu kabisa nchini humo. Katika mjadala uliojaa hoja kali, mgombea wa National Unity Platform Robert Kegulanyi maarufu kama Bobi Wine alijitokeza kwa msimamo mkali dhidi ya utawala wa sasa. Bobi Wine alijipambanua kama sauti ya kizazi kipya, akilitaja jeshi la polisi kama taasisi zinazopaswa kuwa za kitaifa, si silaha za kisiasa. Aliapa kurejesha nidhamu, maslahi ya askari na uhuru wa kila raia, kutoka kwa mwandishi wa habari hadi msanii wa mitaani. Kwa upande mwingine wagombea wengine walijibu hoja kwa kueleza mikakati yao ya kuimarisha usalama, kukuza miundombinu, kuongeza uwekezaji na kuendeleza sera za kilimo. Walimkosoa Bobi Wine wakisema kuwa anatoa ahadi nyingi bila kueleza vyanzo vya fedha, huku wengine wakimtuhumu kwa ukosefu wa uzoefu serikalini. Rais Mseveni aidha hakuhudhuria kikiri akikiri kwamba alipokea mwaliko wa kituo cha NTV Uganda siku kumi kabla ya mdahalo mwenyewe vilevile vile kwa sababu ya majukumu mengine ya kampeni. Mdahalo uliisha, lakini maswali yamebaki: je, Uganda ipo tayari kwa mabadiliko? Jawabu lipo mikononi mwa wapiga kura. Nikiripotia Dira ya Kibu, mimi ni Glenish za kubasu. Dakta sana kabisa, wapenzi wa tazamaji wa Dira ya Kibu. Hakaribu tugaragaze viwanjani. Mpenzi wa mtazamaji, talanta yaweza kusaidia kushinda mechi, nao uzoefu waweza kusaidia kushinda vipaji hapo, kama vile walivyofanya wanariadha wa Kenya. Anazungumzia Emmanuel Wanyonyi pamoja na Sebastian Sawe ambao waliweza kutawazwa kama mabingwa wa riadha ulimwenguni duniani hapo jana au kule Monaco. Na tukizama katika kandanda vijana chipukizi, nazungumzia michuano ya vijana chipukizi iliyofanyika kule Ethiopia hapo juzi. Vijana wa Tanzania na wa Ethiopia waliweza kumpiku Mkenya, nazungumzia junior stars na kuchukua nafasi ya tatu bora. Atukizonga ugaibuni, hii ligi ya Uingereza inazidi kushika moto na kupamba kasi bale, ambapo hapo jana mechi ya Arsenal, inazungumzia vijana wa Arsenal Wenger wa Mikel Arteta Havijana waliweza kum... Charasa mwana Brentford mabao mawili Komboja, hakufika hapo miezi na ziada ila kulifunga jamvi la spoti ndani ya Dira ya Kibu, tukutane tena akiridhia Mwenyezi Mungu. Mimi ni Vincent Tukai. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo tunafunga pazia letu la dira ya le, siku hii ya leo, lakini kabla tujiondoka, tungependa tukuache na hili kwamba, mtu mbaya akipewa choo kibaya ni majuto, ila mtu mbaya akipewa choo kizuri ni mateso. Vile vile vile mtu mzuri akipewa choo kibaya ni kuchanganyikiwa, ila mtu mzuri huyu huyu akipewa cheo kizuri ni maendeleo. Basi yasikize yote unayoambiwa ila usiyatekeleze yote unayoyasikia. Ongoza kwa akili yako ila usiache akili zako zikuongoze. Tupatane tena mwaka ujao panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Kaberenge Brian, nami Lea Luguno, kwa heri, kwa heri. From

Spark a conversation that matters to you because doing all these makes you to grow to a healthier you. Vita Pals. Feel the, the rhythm of good health. health.